Mfumo huu wa SIS au School Information System ni mahususi kwa ajili ya kutoa taarifa za utendaji kazi pamoja na utekelezaji wa majukumu mbalimbali ya walimu kila siku hapo kazini. Mfumo huu unaongozwa au unatekelezwa kwa mgawanyo wa majukumu ya aina mbili, majukumu ya mkuu wa shule pamoja na majukumu ya walimu wengine wa kawaida wa chini ya mkuu wa shule. Kuna walimu wa madarasa walimu wa, wa taaluma wote hao wanahusika katika utendaji mzima au utekelezaji wa mfumo huu. Mfumo huu unasaidia katika majukumu mbalimbali ikiwepo ni pamoja na kupunguza ile uh, upelekaji wa taarifa manually ambapo mara nyingi tumekuwa tukitumia ama Uh, dokumenti hizi za kawaida, lakini kwa sasa hivi tutakuwa ki, tunapotumia mfumo huu wa SIS, tuna uwezo wa kuhamisha uh, taarifa moja kwenda taarifa nyingine kwenda sehemu nyingine moja kwa moja bila bila mkwamo, kwa sababu ya teknolojia. Mfumo huu ni mfumo ambao umeuishwa na mifumo mingine mfano kuna mfumo unaitwa premu ambao unahusika na usajili wa wanafunzi. Sasa unapotekeleza uh, mfumo huu au unapotendea kazi mfumo huu, ina maana una uwezo wa kudukua au kuchukua taarifa kutoka katika mfumo mmoja na kuuisha na mfumo huu na kuweza kufanya kazi zako kwa ufanisi zaidi. Kuna uwezekano mkubwa kwamba mfumo huu endapo utatumiwa vizuri na kila mmoja akaufanyia kazi vizuri, basi majukumu mengi ambayo yalikuwa yakifanywa na wakuu wa shule pamoja na walimu wa, wa, wa, wa kawaida yanaweza yakawa yamerahisishwa. Tuna utoaji wa matokeo ya wanafunzi taarifa za wanafunzi, maendeleo ya wanafunzi ya kawaida nje, na na taaluma, mfano kuangalia au kufanya tathmini ya tabia. Hivi vyote vinaweza vikawa vimo, vinaweza vikawa vinahusika moja kwa moja katika maendeleo ya mwanafunzi, pamoja na maendeleo ya taasisi husika katika kufanya tathmini ya jumla mwisho wa mwaka au katikati ya mwaka. Kwa hiyo, kwa tuliopo hapa ambao ni waalimu wa wao wanawezeshwa kujua namna gani ya kutekeleza majukumu yao katika nafasi zao kwa mfano kuingiza matokeo ya wanafunzi kufuatilia mahudhurio ya wanafunzi na vile vile kufanya fora au kufuatilia maendeleo ya mwanafunzi mmoja mmoja kila siku wanapokuwa kazini. Kwa upande wa wakuu wa, wa, limu, wa, wakuwa, wa wakuwa shule ishafanya mafunzo hayo, ambapo walimu wakuu au wakuu wa shule wao wanahusika katika kutekeleza au kuanzisha ile, ile uh, mchakato mzima, kusajili wanafunzi, kusajili walimu, kujua idadi ya walimu, kusajili uh, zile rasilimali za shule, vyote hivyo ambavyo sasa mtekelezaji mkuu anakuja kuwa mwalimu wa kawaida. Kwa hiyo, endapo mafunzo haya yatakamilika, kwa vile ambavyo imelengwa, ime, ime au inavyohitajika basi serikali itakuwa imepata au inapata taarifa za kila siku za maendeleo ya shule zetu. Mwalimu, mtapata leo mafunzo kwa kanda ambazo zilikuwa zimeorodheshwa. Kanda nyingine ni kanda ya Mitundu, itakuwa kesho tarehe kumi na sita mwezi wa kwanza, itakuwa ni kanda nyingine ya pili kwa ajili ya haya mafunzo. Haya mafunzo ni muhimu sana. Walimu mliowakilisha wenzenu, naombeni msikilize kwa makini. Changamoto yoyote iliyopo, kuna matimlida hapa mbele kama mnavyowaona, mtawa wata kama hutoelewa vizuri mtawapesi, watawakwamua vilevile. Kuna IT, IT nao walienda kwenye mafunzo haya wanatambua umuhimu huu na wanayajua vizuri. Kwa hiyo changamoto yoyote mtawasiliana na hao, lakini natumaini changamoto zitakuwa ni ndogo. Tumeelewana walimu wenzangu? Kwa hiyo haya mafunzo yana umuhimu sana, yani kila kitu mnatakiwa mrekodi kwenye mfumo ili mfumo isomane So kwamba tunatakiwa kwamba tukitaka taarifa fulani haina haja ya kumpigia simu mkuu wa shule au mwalimu husika. Tunavuta kwenye mfumo tunaangalia. Una walimu wangapi? Una Unawali, walimu unaniambia una walimu 12 lakini unaingiza kwenye mfumo walimu tisa. Serikali itakuuliza wewe, huyu ni mwalimu 12 au wengine wameenda wapi, wamehama, mbona tuna taarifa? Kwa hiyo jamani, tuwe makini ili zoezi liko serious sana, tusije tukafanyaje, ikafikia stage tukafukuzwa kazi. Kwa sababu uzembe wa mtu mmoja una kosti halmashauri nzima. Baada ya kusema hayo, mafunzo yako wazi na nimeyafungua rasmi. Kwa muda huu tutasikiliza kwa makini, tutapeana mrejesho. Karibuni sana.